Unajua kaka, tunapozungumzia mafanikio kama mafanikio, <clears throat> kaka, mafanikio hayaji bila kuwa na bidii ya kufanya kazi, hilo la kwanza. Lakini katika bidii ya kufanya kazi, kujali muda. Tunapozungumzia kujali muda, kaka, kama unahitaji mafanikio kabisa, hata kama kwa kuchelewa, jambo la kwanza ni kuzingatia time. Just can be on time. Lakini pia lingine la msingi, kuwa na nidhamu ya fedha. Yaani kaka fedha katika vitu ambavyo vinahitaji nidhamu ya juu katika ulimwengu kaka ni fedha, yani bora ukachezee kichogo cha, cha, cha, cha rafiki yako lakini sio ucheze pocket money. Yani hilo ndio jambo la msingi heshima ya pesa. Kuna wakati blaza, unaweza kuwa na gari lakini ukajikuta unapaki kabisa gari, unatembea kwa miguu. Hiyo ni nidhamu ya fedha kwao. Blaza, mafanikio hayajawahi kuja hivi. Lakini pia kitu cha msingi ambacho tunatakiwa kuzingatia, utakiwi kuwa na haraka ya mafanikio. Haraka kaka inakupeka pabaya kwa sababu kuna wakati utataka ufanye kitu ambacho pengine kitaleta sifa kwa watu, watu ili watu wakuone kama una pesa, lakini kiuhalisia katika uchumi wako kaka unaporomoka. Kwa hiyo nidhamu ya fedha, bila kujali nani anakutazama vipi na vipi anakutazama nani.